yako amesafiri yuko nje ya Magu, yuko nje ya Kongolo, lakini alijiandikisha hapa Kongolo. Anza kumtafuta kwenye simu, anza kuwasiliana naye, mwambie tarehe ishirini na tisa imekamilika, arudi akapige kula Kongolo. Kila mmoja wetu aliyejiandikisha tunatamani na tunatamani tisa afike kwenye kituo aweze kupiga kura. Kama kuna mgonjwa ambaye anaweza kubebeka, tumbebe naye aende akapige kura. Ninatumai wanakongolo wote tuliojiandikisha tutaenda kupiga kura na kwa nini tunaenda kupiga kula? Maendeleo yanapokuja ayambagui ya aliyepiga kula na asiyepiga kula, wote tunahitaji maendeleo na uwezi kupata maendeleo kama hujapiga kula. Kula ni haki yako, lakini kula ndo inaleta mustakabali mzima wa maendeleo ndani ya kata ya Kongolo. Tumeambiwa mashule yamejengwa, ni kwa sababu kuna waliyopiga kula elfu mbili ishirini maji ya kuja ni kwa sababu ulipiga kura. Barabara zinajengwa shule zinajengwa kwa ajili ya kupiga kura, na shule zinapokuwa zimejengwa, hatusemi ambao hawakupiga kura watoto wao wasisome wote kwa hiyo ninawaombeni sana tujitokeze tarehe 29 twende tukapiga kura na hakuna chama kingine ambacho kinaweza kuleta maendeleo ni CCM peke yake ni Dr. Samia Suluhu Hasani peke yake ni Bonaventura peke yake ni Heribeti peke yake ndo wanaweza kuiongoza Kongolo ndo wanaweza kuiongoza Magu, ndo wanaweza kuiongoza Tanzania na ndo wanaweza kuleta maendeleo. Amani ya nchi yetu imejengwa kwa misingi ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, jitokezeni kupiga kura na niwahakikishie, msidanganyike na msiogope. Ulinzi upo wa kutosha, mtapiga kura kwa amani na mtarudi nyumbani kwa amani. Kwa hiyo msiogope, jitokezeni kupiga kura. Kama kuna mtu anawaogopesha anawatishia, huyo hawezi lolote. Serikali yetu iko makini, chama chetu kiko makini. Tarehe ishirini na tisa utakuwepo usalama wa kutosha. Kazi kwenu, tokeni mkapige kura, na baada ya kupiga kura rudini nyumbani.